Ndugu wageni wetu, nashukuru kwa ujio wenu. Daraja letu ndio hilo mmeliona, lilikuwa na ufa, lakini kufikia jana kulikuwa na mvua kubwa, limepasuka kama linavyoonekana. Baada ya kupasuka, nimewasiana na mbunge asubuhi, nashukuru kwa mwitiko mzuri. Mbunge wetu amefika, na mimi tutashirikiana vizuri katika utatuzi wa hii changamoto. Hii daraja lilikuwa muhimu kwa wananchi wa kata nzima kwa sababu ni kiunganishi, ni kiunganishi cha vijiji vyote ndani ya kata. Kwanza kabisa ni, ni wapeni pole wote, kwa sababu nafahamu umuhimu wa hili daraja. Ni kiunganishi muhimu sana kwa kata yetu hii ya Igale, hasa hasa hasa wananchi wa Orongo pamoja na wa kijiji cha Izumbwe, si ndio? Wote tumekuwa tukitumia daraja hili aa, kimsingi ni nimepokea hizi taarifa, nilizipokea wiki iliyopita mheshimiwa diwani, tuliwasiliana akaniambia hali ilivyo, lakini mtakumbuka nilifanya ziara hapa mwezi uliopita. Moja ya changamoto kubwa ambayo niliambiwa hapa ni ile daraja, na leo hii nilipoambiwa limekatika, imebidi nikimbie kuja haraka, kwanza kuona ili tuone hali ipoje lakini pia tuwapeni kauli ya matumaini wananchi wa Igale. Tulikuwa na kikao imebidi tuache tukimbie kwa ajili ya kushirikiana na nyinyi kwenye, kwenye hili. Kama nilivyosema, nafahamu shughuli za kiuchumi za kata ya Igale na kata zingine za karibu e, watu wanasafirisha mazao kupitia hii barabara, lakini watu katika maana ya kubadilisha ya kubadilishana kibiashara wanatumia hili daraja, kwao ni daraja muhimu sana na ndio maana na mimi kama mbunge wenu nimeacha shughuli zingine zote nikimbie ili nishiriki na nyinyi kwenye hiyo. Sasa, tulikuwa tumeanza utaratibu tangu mlipokuwa mmesema za kuomba fedha. Nataka niwahakikishie tumeomba fedha na mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupatia fedha milioni mia nne ishirini hapa na hivi tunavyozungumza na ndio maana tumekuja na waandishi hapa. Wiki ijayo, wapo waandishi kutoka makao makuu watakuja kwa ajili ya tathmini, na tunategemea ndani ya wiki mbili hizi hili daraja hapa lianze kujengwa katika viwango vile vinavyotakiwa, sivyo kama hivi lilivyo sasa. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kuhakikishieni kwamba fedha tayari tumeshazipata. E, tangu siku ya kwanza mlivyosema na mimi mbunge wenu sikunyamaza kimya, tumeendelea kuikumbusha na kuisukuma serikali na hatimaye serikali yetu sikivu imetupatia fedha hizo takriban milioni mia nne ishirini ambazo hapa wiki mbili kama nilivyohakikisheni, tutaanza kazi ya kulijenga hili daraja kwa kiwango kinachotakiwa kwa kiwango cha kupendeza, ili wanaigare na kata zingine za karibu muweze kulitumia hili daraja vizuri. Igare oye! Msione wakati mwingine tunanyamaza kimya, lakini mna diwani ambaye kazi yake ni ya kupendeza kila kitu kinachoendelea hapa Igara, adha yoyote inayoendelea hapa amekuwa akinitaarifu mimi kama mbunge wake, na sisi hatujanyamaza kimya. Niwahakikishieni ndani ya muda tulioahidi, ili daraja litaanza kujengwa na nyinyi, ninyi mtakuwa mashuhuda. Mheshimiwa Mbunge, ni kweli, baada ya ziara yake tulikuja na sisi tukafika kutekeleza yale maagizo aliyokuwa ametuagiza. Baada ya kurejea bungeni, amepigania mpaka tumepata hizo fedha, kama alivyosema shilingi milioni mia nne ishirini kwa ajili ya ujenzi wa daraja ambalo litajengwa kwa zege na nondo. Itakuwa daraja hili, tutatafuta kivuko mbadala ambacho tutakuwa tunakitumia. Kwa hiyo sio kwamba tutakuwa tunajenga daraja alafu daraja tutakosa sehemu ya kupita, hapana. Tutafuta kivuko mbadala, tutakuwa tunaendelea na majukumu yetu ya kupita kama kawaida. Kwa hiyo kivuko hicho kitatumika kwa ajili ya bodaboda, ikiwezekana na magari madogo, kama tutaweza kutengeneza kivuko ambacho kimekaa vizuri. Alafu pia kama alivyoeleza mheshimiwa, tutatumia wananchi wa hapa wakati wa utekelezaji kwa zile kazi ndogondogo. Na hata kama watakuwepo mafundi wengine ambao wanajenga basi nao tutashirikiana nao wakati wa ujenzi. Kwa hiyo tunawapa pole kama alivyosema mheshimiwa na sisi tunaungana naye kuwapa pole. Tutakuja. Jumatatu tutakuja na wataalamu kutoka makao makuu watakuja nao kuangalia hali ilivyo na kufanya upembuzi yakinifu ambao tutaungana na sisi kwa pamoja kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi. Kwa hiyo tunawaahidi ndani ya wiki mbili tutaanza ujenzi wa, wa. Kwa majina anaitwa Mesha Kisanje Mayasu wa kijiji cha Horongo. Miongoni mwa wahanga wakubwa wa daraja hili mimi ni mmoja wapo. Lakini kwa niaba ya wananchi wa kata ya Igale, ukizungumzia Horongo tupo katikati, lakini kuna vijiji vingine kama viwili mbele huko. Kata yetu au tuseme halmashauri yetu kwa kiasi kikubwa na yenyewe inanufaika kwa kiasi kikubwa na mapato mengi kutoka kwenye kata ya Igale, lakini kwenye vijiji ambavyo vinatoka ukanda wa huku juu. Huko kuna limwa mazao mengi ya kibiashara. Kuna viazi huko, kuna kahawa huko, tunachangia pato la taifa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tumepata adha kubwa sana kupitia hili daraja, mpaka sasa hatuelewi kwa muda mfupi. Lakini cha kushukuru sana ni kupata faraja kutoka kwa kiongozi anayeongoza upande wa TARURA kututhibitishia kwamba kitapatikana kivuko mbadala. Kwa hiyo tunaamini kwa plani ya chombo chetu athari hazitatokea, lakini kipekee tu nipende kumshukuru mbunge wetu Shida Patali, tumelalamika hatujaanza sasa, tumeanza muda mrefu kulalamika, majibu hatujapata, lakini yeye tangu tumelalamika, miezi miwili haijafika, tunakuja kupata faraja hapa. Lakini pia nipende kumshukuru diwani wetu, naye hana muda mrefu, muda mchache tu, tunapata matumaini makubwa, bila kumsahau rais wetu kipenzi, mama Samia Suluhu Hassan, hasuru, hasani imeonekana kazi yake namna ilivyo jema kutujali wananchi hasa wa ngazi za chini, kuwatuma wataalamu ngazi ya chini, kuwatuma wabunge ngazi ya chini, kuja kulia nasi kwenye misiba ambayo inatukuta sisi. Kikubwa tupende kushukuru, tulikuwa tuna hofu kwamba daraja hili linaweza likaleta maafa, lakini kwa jitihada kubwa za diwani, mbunge, pamoja na mama Samia tumepata faraja kubwa. Kikubwa tusisahau chombo cha TARURA kuwa haraka, maana tukio limetokea ni juzi, daraja inakatika, hazijapita hata siku mbili, mmefika kuungana nasi na kutupatia matumaini kwa kiasi kikubwa, nipende kuwashukuruni sana sana sana.